Muda wote ambao nimecheza kwenye kikosi cha timu ya taifa nimesha kutana na Morocco si chini ya mara tano au mara sita. Nadhani tukifikiri kwamba Morocco ambao tumekutana nayo kwenye michuano ya qualification ya, ya, ya World Cup, itakuwa ndo Morocco ambao tutakutana nayo kesho, itakuwa ni uongo. Nadhani hizi ni timu kubwa, zina wachezaji wakubwa ambao wanabadilika Uh, kadri siku zinavyokwenda na mechi by mechi. Kwa hiyo tumewaona kwenye michezo yao ya, ya makundi uh, mwalimu ametengeneza uh, details ambazo zitaisaidia timu kwa ajili ya mchezo wa kesho, na tunatarajia mabadiliko ya kiuchezaji pia, kwa sababu ni timu ambayo inaweza kubadilika kila inapocheza na mpinzani wa aina fulani. Na sisi vile vile tunajiandaa kuweza kukabiliana nayo kutokana na aina ya uchezaji wa Morocco watakavyokuja siku ya kesho.